Nahau itakusaidia wewe katika uzungumzaji wako, kila kitu ukiweke mahala pake, kwa sababu faman yuhram liraba, mwenye kunyimwa elimu ya irabu, elimu yani ya nahwi. bin nutqi ikhtabal, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kutamka kwa kutamka hutoshewa, yani ikhtabala bin nutqi, hutoshewa kwa kutamka, yani kutoshewa maana yake ni mtu kuwa, atababaika atadangana, hajui aseme vipi. Sasa hapa ni rufaishi ye unasibishi atachagua tu, ndio kama ile inasema mtu soma hadithi, unsur akhaka zalimun au madhlumin, unsur akhaka zalimun au madhlumin, uvyo ovyo tu na uko rufaisha uko jurisha uko aamua tu, apeleka tu, kwa sababu hajui maneno aweke vipi. Ile nusu akhaka dhaliman au madhluman, ya sema zalimun au madhlumin. Sasa itakiwi namna hiyo kwa sababu, wana wachuoni wanahesabu kwamba kukosea katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam unaingia katika wale wenye kumzulia uongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam

bali kuzijua ulum za lugha ikiwemo ilmu ya nahwu usijua ukawa watatizika, kwa sababu ilmu ya nahwu ilivyokaa inatatiza kwa watu ambao bado pengine Allah hajawafungulia ufahamu. Ni elimu inatatiza, bali inawasumbua hata waliosoma, kwa namna ilivyo, mweko wake, bahari yake ni ndefu, sio fupi. Allah akikufungulia maarifa katika hilo, basi muhimidi Allah lakini kama bado wewe, pambana uijue, kwa sababu hii ndio ufunguo wa elimu nyingine. Sikusema a mi bwana mbwanahu bwana basi bwana, mimi nitaangalia fiki tu mwongo, fiki gani utakuwa nayo kama ujui nahu? Kwa hiyo watakiwa ujue zile abjadiyat al-ulum, ilimu ya nahwu ifanye itqani, na kwa kwa nasaha tu kwamba talibul ilmi ni vizuri kasoma kitabu al-matnul ajurumiyya limuqaddima vizuri kabisa, akaifahamu fahamu vizuri kabisa. Hakikisha li ajurumiyya wameifahamu vizuri yazunguka kwenye akili yako. Kitabu kidogo cha mwanzo kabisa cha wanafunzi ni kuanza sasa na, yaani kitabu kilichokuwa na baraka, kwa sababu wengi katika wanaochuoni walisomeshwa kitabu kile, wamesomeshwa na wao wamekisomesha kadhalika.

Some vizuri kabisa vitabu hivi ndio vya kati na kati sasa, vya kukuvusha kutoka kwenye mustawa wa chini kuleta katika mustawa wa kati. Baada ya hapo, usome vitabu vya Ibni Hisham kama vile Qatrun Nada pate matni yake, pia ni katika vitabu vya kati hivi. Alafu usome shuruha zake sasa, sharhi ya Qatrun Nada kitabu kitaka uwe vizuri kidogo

Basi ujizoesha hivyo, kila ukisoma wajua, ukisoma wajua hapa mimi natakiwa nisome hivi. Pakiwa na makosa kwenye kitabu, wajua kwamba mwenye kitabu hapa kakosea, au wajihi aliyopita ni dhaifu. Natakiwa sa talibulilmu awe na nur katika usomaji wake. Kwa hiyo vitabu vyote utakavyovisoma na fanni zote utakazozisoma zitahitaji ilmu ya nahwu. Kwa hiyo watu wajitahidi, wanapoambiwa masomo ya nahwu wanaposomeshwa vitabu vya nahwu msidharau, na hizi ni katika elimu za ahli sunnati waljamaa. Siwachea watu ahli bid'a wakazishika elimu hizo wakatamba juu yake. Hizi ni elimu za ahli sunnati waljamaa. Kwa hiyo watu wajitahidi kwenye kusoma ilmu ya nahwu. Ukitaka ziada sasa hapo juu kuongezeka zaidi, soma Mughni al-Labib na kuendelea huko mbele, vitabu vikubwa vikubwa hivyo.

Tembea chini kwenye maji utaliwa na mamba, pita juu ya daraja. Kwa nini wasaba? innal kalama bila nahwi yumathiluhu nabhu lkilabi wa aswatu zzanabiri, maneno yanapokuwa bila ya nahwu yanafanana na kubweka kwa mbwa na sauti za vyenene, kama vile kubweka kwa mbwa lakini sasa nahwu ukiisoma maneno yako yanakaa sawa. Hutoeleweka kuzungumza bila ya nahu, au wewe mwenyewe hujielewi. Utasoma ibara hapa, huwezi kutafsiri ibara wengu, kutafsiri na ndio maana we, watu wengi utafsiri na kuleta tarjuma za makosa, kwa sababu nahwu wamefeli. Wewe watu wasipuuze nahu, na wale wasifanye ughuluu katika nahwu. Isome kwa kadri ya kiasi ambacho itakusaidia wewe kufahamu

awakhir alkalim ufahamika kwa elimu hiyo na kwa, kwa, kwa fani hiyo mwishoni, mwisho katika miishilizo ya maneno ya waarabu binaan au i'raban wa binaa okay. Ukisoma sasa utajua kwamba hapa mwisho utakana nitamke hivi hapa, nitamke na ile ibara inavyokaa kinaha, utajua hapa atakiwa ni fasiri hivi sasa